Ni hawa hawa ambao mwaka elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na tatu nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyosha mkono wa rehema, njooni nyi wa Tanzania, njooni tukae tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri, nikidhani nawanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa hawa niliyowakuta nje, wana safa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona, nikawapokea tukazungumza, hawana hata shilingi, nikatoa kiposho changu nilichogaiwa cha safari nikawapa waendelee na maisha wa kiwanja. Ni hawa, hawa walionambia sawa, tutarudi, lakini tuna kesi. Nikawambia kesi nitazifuta, njoni, njoni tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja, baadhi yao wamekuja mikono mitupu, hawana kitu, tukatoa fedha zetu kuwapa, waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, alionyoshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi yeye kaja, yule aliyemnyoshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? Huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote, nilijua naongea na Watanzania waliotimia wenye akili timamu. Nikajua watarudi tukae tuzungumze tuende, na niliwapa fursa zote, nyie ndo mashahidi, niliwafungulia. Walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika, wakasema yao, wakatawanyika. Yale ndo maandamano ambayo yameruhusiwa kikatiba, na ukiomba polisi atakwambia nenda kaandamane, tuambie ni ruti, tuwalinde mpaka mfike semeenu yale ndo maandamano. Haya yaliyofanyika si maandamano, ni hawa hawa niliyowapa fursa ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa siasa si kutukanana, siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo siyo siasa.